Liverpool ilipata ushindi wa magoli matano kwa moja dhidi ya Tottenham Hotspurs na kuiwezesha kushinda taji ya ligi kuu ya Uingereza baada ya mechi hiyo iliyochezwa katika uga wa Anfield siku ya Jumapili. Baada ya ushindi huo, Liverpool kwa sasa imefikisha mataji 20 ya ligi kuu ya Uingereza. Liverpool walitoka nyuma na kushinda mechi hiyo ambayo Tottenham walitangulia kupata bao katika kipindi cha kwanza. Zaidi ya mashabiki elfu sitini wa Liverpool walifika katika uwanja wa Anfield kushabikia timu yao ambayo ilionyesha mchezo mzuri. Kwa sasa Liverpool wameshinda mataji ya ligi kuu ya Uingereza sawa na Manchester United ambayo pia imeshinda mataji 20. Mashabiki wa Liverpool ambao mwaka 2020 walishindwa kusherehekea ubingwa wa klabu yao kutokana na masharti ya uviko 19 walionekana wakiimba nyimbo za kuisifia klabu yao katika barabara mbalimbali mbali mjini Liverpool kabla na baada ya mechi hiyo. Ushindi dhidi ya Spurs umeipatia the reds alama 82 wakiongoza jedwali la ligi kuu kwa alama 15 mbele ya Arsenal ambayo ipo katika nafasi ya pili, zikiwa zimesalia mechi nne kabla ya msimu kutamatika.